The Green Voice, yes we are green. Kati katika kero ambazo nimezisikia mheshimiwa DC ni pamoja na changamoto ya dawa. Mganga mkuu umepata nafasi ya kuja Rufiji, unapaswa kufanya kazi wewe pamoja na watendaji wengine. Mimi sitegemei kuja hapa hapa nikasikia kuna changamoto ya dawa tena, hapa wanapotoka waziri watamsema. Sitegemei mheshimiwa DC, hili mganga wa wilaya ameniangusha. Wakati fulani tumekuwa tukimtolea tuki mfano, tuliwahi kuwa na mganga mmoja wa wilaya hapa Makenge. Nani? Make? Makenge. Makenge. Makenge. Hatukuwahi kuwa na changamoto ya dawa wakati wake. Alifungua vituo vingi, akafungua zahanati nyingi, akakusanya mapato mengi kwa ubunifu aliyokuwa anaufanya wakati ule. Sasa hili mganga wa wilaya sijalifurahia. Umenisikia? Hili sijalifurahia. Nakwambia wazi kabisa. Kwa sababu sitegemei wananchi wangu walalamike kuhusu dawa. Sitegemei. Sitegemei hata kidogo. Maana yake unapaswa kujua nini ufanye kuhakikisha dawa Rufiji hazipungui, nini ufanye kuhakikisha dawa hazipungui? Kwa sababu Makenge alikuwa anawezaje? Makenge aliwezaje? na <gibu> hatukuwa na changamoto ya dawa hapa na mapato yalikuwa yanaongezeka kila wakati. Maana yake mnahitaji kuwa wabunifu, mnahitaji kufanya kazi kwa bidii, mnahitaji kuwatumikia wananchi. Hawa ndio wanaotulipa mishahara, hawa wananchi hawa, msiwadharau. Hawa ndio wanaotulipa mishahara. Sasa hili sijalifurahia. Nakwambia wazi kabisa hili sijalifurahia, na, na, nitafanya ni, ni, ni, ni, ni, uchunguzi kujua ni kwa nini tumefikia huko kwamba kuna changamoto ya dawa, ili niweze kupata majibu sahihi, kwa sababu wananchi hawa wanahitaji majibu, na serikali haina changamoto ya fedha. Serikali hii haina changamoto ya fedha katika dawa, kwa kuhudumia wananchi tu, tu hapa, tu wananchi. Tunapokuja hapa, tunataka tusikie wamehudumiwa vizuri, anayekuja amehudumiwa, ameondoka, amekwenda nyumbani vizuri kabisa. Tena, tena, mimi na ninyi tuna mikataba. Ninyi wahudumu katika sekta ya afya tuna mikataba. Ninawapongeza kwa sababu sekta ya afya imepunguza vifo vya mama na mtoto nchi nzima, nawapongeza sana wahudumu kwenye sekta ya afya. <coughs> Lakini, lakini yako mambo ambayo wewe kama kiongozi wa wilaya unapaswa kuyafanya. Changamoto ya dawa nchi nzima, sitegemei nipite nisikie mganga wa wilaya kwamba hapa kuna shida ya dawa, hilo sitegemei lakini hili la kuendelea kudhibiti vifo vya mama na mtoto, kuendelea kudhibiti rushwa, utolewaji wa rushwa kwa hasa kwa kina mama wajawazito wanaokuja kujifungua, nawapongeza kwa sababu changamoto hii nchi nzima imepungua sana. Hongereni kwenye eneo hili. Sitegemei kwa maboresho ambayo makubwa tumeyafanya, nikasikia changamoto ya aina yoyote katika hospitali hii, sitegemei. Na hasa hospitali tunashukuru ilivyoboreshwa. Jamani, tukiingia udini tunafurahi. Eh, tumeongezewa na mashule jitihada zetu tu akina mama au wazazi kuahimiza sasa watoto wetu waende wakasome. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa, sisi ndio unatudai kwako wewe deni huna, hakuna mpinzani sipokuwa kwako wewe tu ndio tunakuamini.